na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Mechi za klabu Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja, maana ya Zanzibar, kwenye uwanja wa New Amaan Complex. Kwa hiyo mechi zote tatu za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Amaan Complex. Baada ya hapo, tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna utaratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari, mechi za makundi za klabu yetu ya Yanga Africans zitafanyika New Amaan Complex, na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa uh, na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri kama Young African Sports Club. Tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye sapoti kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo, na inshallah tutakwenda hatua ya robo finali kwayo, uh, ya anzi haraka. Kwa hiyo maandalizi kule Pemba Unguja, yaanze haraka kuhakikisha wanaipokea timu na tunakuwa imara kwenye michezo ya nyumbani, na mashabiki wengine kutoka mikoa tofauti tofauti Dar es Salaam, Dodoma, uh, Morogoro na sehemu mbalimbali hapa Tanzania pia tunawaomba uh, na nyie tujiandae mechi itafanyika. Mechi ya kwanza ni tarehe ishirini na mbili, kwa mujibu wa ratiba ambayo iko mpaka sasa hivi, ni siku ya Jumamosi na itapigwa mechi hii majira ya saa kumi kamili jioni, kwa kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu ya Young Africans Sports Club. Lakini pia tunatambua kwa klabu Yanga Africans, sehemu yoyote hapa Tanzania tukicheza, tunafanya vizuri sehemu yoyote ile, haijalishi ni Benjamin Mkapa, haijalishi ni Sisi Mkirumba haijalishi ni she ya mriabeli kule Arusha. Popote ambako Young Africans itakwenda kucheza, inacheza na inafanya vizuri. Kwa hiyo tuna muujiza, ni uchaguzi tu wa viwanja na sehemu zote ambazo tutacheza, tunaamini tuna nafasi ya kupambana na kupata matokeo mazuri.